Anatokea mtu mahali ambapo Mungu anasema ndipo amani yangu na utajiri ulipo, anataka kuiharibu. Na hawa watu hawajakuja bahati mbaya, labda ninyi hamjui. Hawa watu wanatumika na baadhi ya watu wenye hofu ya kuendelea kushindwa katika taifa letu, na hawa sio wengine, ni chama cha demokrasia na maendeleo, Chadema. Mimi nilikuwa kule, najua wana mipango mingi sana miovu hawa watu wanalipwalipwa viposho huko, waje waharibu amani wa tu, waje waharibu utulivu wetu. Tumeona ni kwa namna gani nchi ya Kenya hawa watu wakiongozwa na Martha Karua, namna walivyosababisha machafuko makubwa 2027. Lakini juzi juzi tu hapa wote mmeona Kenya nini kilikuwa kinatokea, lakini nyuma ya hayo yote alikuwa anatokea Martha Karua, alikuwepo. Sasa wamemshindwa Ruto. Sasa wanakuja kumchokoza Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo tuseme kama vijana wazalendo, hatuko tayari, hatutavumilia, hatutanyamaza. Na wametokea watu sijui wamerogwa wa ama nini ni, ni, ni, wengine ni Watanzania wenzetu unapoyasema haya ya kulilinda taifa letu ambalo tunu yake namba moja ni amani tulionayo bwana. Sasa, hey, huyo huyo simwone hivyo. Huyo amelipwa lipwa na wewe kama rais kulipwa lipwa na wewe wewe. Una mdomo wewe, una maarifa, hivi unahitaji ulipwe ili kulitetea taifa lako? Wewe ni mjinga kiasi gani? Utalipwa shilingi ngapi ukitaka hiyo amani?